Tanzania sasa hivi ukiangalia walipa kodi wamekuwa ni rafiki zetu, sasa kama mamlaka. Zamani hapo ndugu zangu, shughuli tulikuwa nayo, mtu akikuona wewe ni mamlaka ya TRA kwanza atafunga duka na kukimbia, lakini leo hii mmekuja na njia stahiki na ubunifu mkubwa kwa ajili ya kukusanya mapato. Hongereni sana watumishi wote wa TRA. Lakini ndugu zangu, pia niendelee kuwapongezeni sana kwa maana mmetatua migogoro mingi tofauti na huko. Migogoro kidogo ya TRA na walipa kodi ilikuwa ni mikubwa, lakini leo hii mmeitatua. Ipo, lakini si kwa kiwango hicho, ni kidogo sana. Hongereni sana TRA. Lakini pia bado tunaendelea kuwapongeza kwa kuendelea kutoa elimu na ushauri kwa walipa kodi ili kuhakikisha kwamba wanaendelea kulipa kodi katika mazingira yao mazuri na stahiki kwa serikali. Lakini ndugu zangu, tumesikia taarifa hapa niwapongezeni pia kwa utayari wenu ambao mmeufanya miezi sita iliyopita, kuanzia Julai mpaka Disemba kwa kukusanya mapato ambayo, ndugu zangu, tangu dunia hii imeumbwa ndio kwa mara ya kwanza trilioni 18.77. Hongereni sana watumishi wa TRA <coughs> Lakini naendelea kuwapongeza pia kwa mwezi Disemba pekee trilioni moja, trilioni 4.13. Hongereni tena na tena na tena, hongereni sana. Lakini sisi kama Wizara ya Fedha, tukiongozwa na Balozi Hamisi Msaumari, waziri wetu wa fedha, tuko tayari kushirikiana na watumishi wote wa TRA kuhakikisha kwamba mnafanya kazi katika mazingira yaliyo bora ili kuongeza ufanisi zaidi. TRA, pamoja tunajenga taifa letu.